Na mpenzi mtazamaji wapo ndipo unajiunga nasi kuamba, papa, apa, ni kufahamisha kwamba papa hapa ni Narok Olente Mama Stadium, ambapo ni siku ya nne ya safari yake Denob ambaye alianzisha moja kwa moja kutoka kule Nairobi, kwa kuhakikisha kwamba ni safari ya haki itendeke kwa wale watu ambao wanafanya kazi ughaibuni. Ilikuwa ni wazo la kwanza, na vilevile kwamba watu wengi wameweza kupoteza maisha yao, ikiwemo kama huyu msichana ama mwanadada. Ni mmoja wao, aliweza kupoteza maisha pale, mpaka sasa hivi hajaweza kuzikwa so ni baadhi tu ya yale tulikuwa tunazungumzia ya jana, na vilevile iwapo unatufuata moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa TikTok na vilevile kule Mwamogusii YouTube, ni kwamba hayo ndiyo tunazidi kukuletea moja kwa moja katika uh, kutoka maeneo haya ya Narok. Leo hii ikumbuka kwamba ni kilomita mia moja sitini na tatu ambazo zimeweza kusalia ndiposa tuweze kufika kule Kisii, lakini leo hii uh, tunapozidi na vilevile kungojea na kusubiria maombi yenyu ni kwamba leo hii tutajaribu kadri ya uwezo wetu na vilevile kuona pale tutafika na mwenzangu Denobi, yuko hapa kuhakikisha kwamba na timu yake mzima kuhakikisha kwamba kila siku kila kuchao kuna kuwa na tofauti tofauti. Ukiangalia leo hii wamevalia uh, sare zao za black kuhakikisha kwamba ni justice is for team strong kwa wale watu wote ambao wanahakikisha kwamba kule mitandao yetu ya kijamii wanafanya kazi vile inafaa. Tunawashukuru sana na vile vile zidi kutufuatilia na vile kufuatilia safari hii kuhakikisha kwamba haki imepatikana hasa kwa wote wale ambao wanatufuatilia na vile vile kumbuka kumbu kumbu kwamba ni we call it fasting na prayers ambayo pia inaendelea kuhakikisha kwamba ni maombi tu izidi kufanyika kwa wale wenzetu ambao wanafanya kazi kule na serikali ya Kenya ikiwa inawajibika maajenti ma vilevile wakirekebisha tabia sao na vilevile kuhakikisha kwamba kila kitu iko shwari. Ningependa tu kusikiza kutoka kwake atuambie leo hii ikoje, e, ikiwa ni siku ya nne. Uh, leo nashukuru sana leo nashukuru uh, nasema asante sana leo naona jua imewaka vizuri na kile ambacho nataka ni uhakikishie ni kwamba kile ambacho tulianzisha lazima tutimishe, na pia tunaomba serikali jameni, mweze kutusikiliza ili wale wasichana wako katika ugaibuni, wapate justice. Asante sana na mbarikiwe ya ni mambo yake Denobi ambaye alianzisha safari hii, ikiwa ni siku ya nne sasa. Pia tutaona vile tutaenda, na vilevile tutazidi kuwaarifu moja kwa moja jinsi tu mambo yatakavyokuwa yanakwenda na vile vile kujiri katika kutoka ama baraba, katika barabara kuu hii ya Nairobi kuelekea Kisii, nikiwa nafuatilia moja kwa moja, nikiwa naodha wao. Naitwa Pius Okemwa na vilevile Mwamogusii TV, zidi pale kusubscribe kuhakikisha kwamba umebonyeza kidude na vile vile tuweze kusupport hii team kuhakikisha kwamba pia A, DNB anaafikia yale maazimio ambayo anayatarajia ikiwa ni kutetea haki za kibinadamu. Nikiripotia moja kwa moja runinga ya Mwamogusii TV kutoka papa hapa Olenti Mama Narok. Jina langu ni Pius Okemwa, okay, Biogo